Tanzania ni mfano, nchi zilizopiga hatua linapokuja suala la afya ya mama na watoto wachanga. Nchi hiyo imeshuhudia kushuka kwa kiwango cha kinamama wanaofariki wakati wa kujifungua kutokana na mipango yao inayoangazia masuala hayo na chaneli ya WhatsApp ya kuitisha usaidizi wa kitabibu. Mafunzo ya ujuzi na utoaji huduma nzuri za matibabu ndio umekuwa msingi wa mafanikio haya. Maeneo ya vijijini ya Tanzania, mfumo wa M-mama unaziimarisha juhudi hizo. Unajumuisha utumizi wa madereva wa teksi kama ambulensi za bei nafuu panapokuwa na dharura za kinamama na watoto. viwango vya vifo ya kina mama wakati wa kujifungua viko juu mno katika baadhi ya maeneo ya Afrika, huku Sudan Kusini, Chad na Nigeria zikiathirika vibaya. Katika maeneo yenye mizozo kama Darfur Kusini, huko Sudan, uhaba wa rasilimali kwa ajili ya kutibu magonjwa ya kuambukiza kunawaweka hatarini wanawake wajawazito. Hivi ndivyo wanawake wanavyoweza kujilinda na kuwalinda watoto wao: wahudhurie kliniki mara kwa mara, wapate lishe bora wajilinde na magonjwa ya kuambukiza na washughulikiwe na wakunga wenye ujuzi.